Sasa hivi tunahamasisha uh, matumizi sahihi ya mbolea, matumizi sahihi ya viuajilifu kwa sababu kile unachoweka isipokuwa sahihi. Na sahihi sasa ina mambo mengi, kuna sahihi kwa wakati, kuna sahihi kwa kiasi, sawa jamani, lakini na kwa eneo, si ndiyo? Sasa hivyo vitu vyote visipozingatiwa, maana yake ni kwamba uh, mkulima au yule anayewekeza, maana yake ni kwamba hawezi kupata tija ile inayotakiwa. Na parachichi mnaijua kwamba kila unapozalisha, usipozingatia uh, zile uh, kanuni bora za kilimo, maana yake ni kwamba parachichi muda wote inaweza kaangukia daraja la pili. Sindio? na ile daraja la pili kiangukia, maana yake kwa tafsiri nyingine thamani yake yuko chini. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba mkulima anakosa kuna kuna uh, faida anayopoteza. Kwa hiyo ni muhimu sana uh, mafunzo haya, na natakiwa kama alivyosema mkurugenzi hapa kwamba mnatakiwa kweli kusikiliza vizuri, na sisi tuna uhakika kama ninyi mmekielewa, tunajua kwamba ubora wa parachichi unaongezeka na ukiongezeka maana yake ni kwamba tunajua pia uzalishaji unaongezeka. Kwa hiyo maana yake sisi tuna uwezo wa kuuza bidhaa zetu kwenye masoko tofauti tofauti nje ya nchi, tukiwa sasa tunaweza tukawa tukawa vinara pia kwenye ubora uh, kwa hiyo ninawasihi sana kwamba, uh, hii nafasi najua inawezekana mara pengine hata mafunzo mengine hayatapatikana, kwa hiyo tutumie vizuri uh, mafunzo haya ili mwishoni sasa sisi mwenyewe tuweze kufa. Kitu kingine la mwisho, aa, niombe tena sasa kwa upande wa kampuni kwamba mbolea hizi sasa kusababu, kwa sababu najua kwamba mbolea huwa wakulima wakiielewa, na watu wa Njombe huwa ni wepesi sana kuelewa na kutenda, na uhakika kwenye eneo hili. Sasa itabidi tusaidie na nini sasa kutengeneza mazingira ya upatikanaji wa hizi mbolea kwenye maeneo kule kwa wakulima na mara nyingi sana pia changamoto tunayoipata ni kwamba mbolea zinakuwa ziko mjini kwa asilimia kubwa na wakulima wako vijijini. Kwa majina naitwa Azaria William. Uh, mimi ni meneja masoko na mauzo wa kampuni ya mbolea za hakika almaarufu kama Guavey Company Limited. Hii ni mbolea ya kitanzania inayojishughulisha na usambazaji, utengenezaji na usambazaji wa mbolea chini ya chapa ya hakika. Makao makuu yake iko Pwani lakini tunafanya kazi karibia mikoa yote ya nyanda za juu kusini, nikimaanisha Morogoro, Iringa, Njombe, Ruvuma, Mbeya, Songwe na mikoa mingine. Kwa sasa tunaenda kwenye msimu mkubwa wa kilimo, ndio kuna changamoto za hapa na pale, upatikanaji wa mbolea hususani za, za, za kupandia, lakini hakika tumejipanga, tuna bidhaa tatu ambazo zinaenda kutatua changamoto hizo. Ya kwanza tunachokaa rutuba ambayo inaenda kuandaa shamba na kutatua changamoto ya tindikali shambani, lakini pia kuongeza mboji kwenye, kwenye mashamba. Ukiachia hiyo, tuna Avomax. Avomax ni mbolea ambayo pia mkulima anaweza kutumia kama kupandia lakini pia anaweza akatumia kama kukuzia. Ukiachia hiyo tuna mbolea mbalimbali za NPK ambazo mkulima pia anaweza akatumia wakati, wakati mazao, mazao wa kupanda anaweza akatumia wakati wa kukuzia na kuzalishia mazao, mazao yake. Wito wangu kwa kulima ni ku, ku, ku, ku, ku, kusikiza wataalamu. Sasa hivi kuna kuna changamoto kubwa sana kwenye mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini, ya tindikali. Kwa hiyo wasikilize sana wakulima, afya ya udongo ni muhimu sana. Afya ya udongo ndo msingi wa uzalishaji wa kilimo. Kwa udongo wenye afya unapelekea mmea wenye afya na baadaye mazao yenye afya Wito wangu wa wakulima ni kuzingatia sana afya ya udongo, na hakika tumejika, tumejipanga katika hilo. Tuna timu ya wataalamu ambao wanatoa elimu bure, tunatembelea wakulima bure, tunapima udongo bure, tunatoa ushauri bure, kuhakikisha kwamba mkulima anazingatia afya ya udongo, anazingatia pia matumizi sahihi ya pembejeo ili baadaye gharama anayoiwekeza kwenye pembejeo za kilimo iliweze kuleta tija baadaye anapoenda kupanda na kuvuna mazao yake. Kwa jina naitwa Madebe Farm, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi kwa huku Njombe. E, wa, kwa Njombe tuna changamoto ya ardhi na asidi nyingi tindikali hizi ambazo zinabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri, kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia au watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza akutusaidia kutoa tenikali kwenye mazao yetu, hasa sasa mimi nazungumzia zao la parachichi, kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu, hii Hakika tulishukuru kwanza kwa kuja kutu, kutusaidia hili swala zima la hicho kama mazao na pia na mbolea nyingine ambayo wametuletea kwenye zao la parachichi kwa Tanzania, tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulivyokuja semina leo, tumeipata wakulima wengi, tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea, kwa hiyo kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi hatu, ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingi kama boron, zinki ambayo ndio virutubisho vingi vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi mkulima anakuwa na shamba labda la miti mia moja anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini anapukutisha, kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo, kwa mfano, zalisha Hakika hawa amoa kutuondoa kwenye ile changamoto tuliyokuwa nayo. Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Uh, swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea sangine, labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano, kwa semina ambayo tumepatiwa hapo, inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora, kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyo andaliwa kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa, kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo, kwa wenzetu wa Hakika, inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa. Kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata sapoti nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli, ile nia ya yangu mimi ya kujitoa kulima inakuwa haifikii.